Haya mtazamaji, tunaendelea mbele kwenye episodi ya sitini na mbili. Basi Gong San akawa ndio amefia pale, tumaini pekee ambalo basi alikuwa nalo Miss Ma. Baada ya kila kitu kupita, basi kabidi yikae kumfuata brother Ding huyu si, ndio kaka yake na Miss D ha. Unasemaje, karibu brother Ding, naona anajisomea

amewakosea watu wengi, au labda hutaki kuniambia kwa sababu kuna kitu ambacho unahisi kitakuwa kinamlelia baba yako zaidi, kinaegemea upande wake, kwamba yeye ana matatizo. Sijaambiwa na mtu mwingine wewe ndio kijana mkubwa katika hii familia na wewe ndio mrithi katika familia yako, na ni vizuri ukitunza siri, basi sio muhimu sana kukuambia. Ikaya amezoea akiendaga mahali anapata ukweli wa mambo, leo ame, amejikuta anapata tabu kweli kujua ni nini, nini ambacho kinaendelea. Ngoja nikwambie kitu kimoja, mtazamaji, ukiwa kwenu basi kuna usingizi ambao unaweza ukaupata ukiwa ugenini, kuna hali fulani utaipitia. Binti hayuko kwao kwa sasa, kila alipojitahidi kulala, usingizi ulikuwa unakataa. Anauliza, brother Gongsan yuko wapi? Anaambiwa ameshazikwa. E, wamemtengenezea jeneza la kawaida na wameshamzika tayari. Basi haraka sana akapatiwa kinywaji hiko alikuwa ameandaliwa. Mm, ni dawa hii pia ya kumsaidia, anaambiwa jitahidi kuhakikisha unamaliza. Sasa kipiga hesabu, alimpoteza mumewe, mtu pekee ambaye pengine alikuwa anamjali sana, lakini vile vile pia, sasa hivi hayuko na baba yake, wana tofauti. Amempoteza tena mtu ambaye alikuwa anamjali sana, mlezi wake. Unajua, kuna baadhi hmm. ya vitu vijakaa sawa hmm.

ulivoulivyokuwa kule katika kasri la wanaita 10000 household, ili ni jambo ambalo linahusisha usalama wa kila mtu katika hii familia yawezekana ni kuhusu kitabu cha zamani ambacho kilikuwa kina mafunzo ya Basi jifanye kama hujasikia chochote. Mimi naomba. Akamwita, akamwambia nini? Wewe Ye Kai, ebu subiri. Haijalishi wanasemaga kwamba Ye Kai ni mtu mwenye akili nyingi, anajua kupata taarifa. Nafikiri niko sahihi. Sasa nitakueleza ndio, ni ukweli. Baba yangu aliona kitabu kinachohusu maisha na kifo cha makocha 20. E, miaka ishirini iliyopita, usiku moja kulitokea mauaji ya kutisha katika sehemu ya hekalu la kuombea la kusali Plum Nunnery. Baba yangu alikuwepo pale na baba yangu alijua, licha ya mauaji yanayoendelea, kulikuwa kuna kusudi jengine waliokuwa nalo watu akasema swala la haya maandiko au iko kitabu. Ilikuwa ni siri kubwa. Ni watu wachache waliokuwa wanajua ni nini ambacho kwa kinaendelea. Bai ilisemekana alikisoma hicho kitabu. Na basi alimpatia mtu wake wa karibu ambaye alikuwa ni Ma Kongqun, kaka yake wa kufikia. Unasema ni miaka ishirini iliyopita. Nasema ndio, hicho kitabu kilimfanya Bai kuwa mtu mwenye nguvu na uwezo wa ajabu. Alikuwa na uwezo wa kupigana sana. Siku moja alipokuwa akisali, e, walimvizia lakini hawakukipata kile kitabu. Walidhani basi wale jamaa waliondoka wakiwa na hati. Mpaka leo hili jambo halijawahi kupata majibu Asha, la ufumbuzi wote hadi siku moja baba yangu alipokuwa mgeni kule hall. So, alienda kula akapewa kitu cha kunywa ambacho kilimlevya wakasema ameuawa kwa accident. Labda pengine aliona kitu ambacho hakutakiwa kuona. Baba yako atakuwa aliona hicho kitabu. Basi sio kwamba itakuwa ukipata hicho kitabu, inawezekana Ma Kongqun alikificha hicho kitabu akitumia mwenyewe. Licha ya kuwa baba yangu alikuwa mtu mkali, alijionea vitu vingi vya visasi ndani ya mashua. Kwa hiyo alitamani kukisoma kile kitabu lakini hakuweza. Iko ndo ambacho babangu aliniambia, yaonyesha wa kutaka aseme chochote au pengine ijulikane na mtu mwingine, ingawa haya yote ni mafikirio yao. Kwa hiyo nikifikiria haya mambo, yanaonyesha wazi kwamba Ma Kongqun ndio mtu ambaye anajua kila kitu. Ni mtu ambaye inabidi kuwa naye makini. Makochun siku chache baadaye alikuja mpaka nyumbani kwake. Aliulizia kitabu. Sasa unauliza nini tena? na kuongelea wewe. Akaangalia kama kuna mtu anasikia. Yekai. Unataka kusema? Sisi hatuna hicho kitabu mzee. Kwa nini sasa? Mimi naweza sa kuangalia mtu anavyozungumza na nikajua udhaifu wake. Kamkamata. Na kwanina, familia. familia yetu haina hicho kitabu. Wala tujui kiko wapi. Kama kipo kwenu kwa nini unapata hofu? Wow.

Asi, ambaye ni mama yake na Master Fu, ambaye alikuwa pia mke wake.

na kwamba kuna mtu labda pengine alikuwa na hicho kitabu ndio Maa. maana yakatokea yote yale. Nina swali moja. Kaa kimya wakati nakuuliza. Sasa bradha Ding, kitu cha kwanza, wewe umejifunzia wapi maswala hayo ya mash kama sio kwenye hicho kitabu? Akasema hapana, mimi sijawahi hata kukigusa. Kwanza ilisemekana mtu yoyote atakayekugusa anaweza akapatwa na lolote. Si e kwa hiyo mazungumzo kuhusiana na hiki kitabu yameanza kuwa mengi eh. Baba atakuwa anajua kila kitu. Sasa alipochezesha mguu na tayari walijua kuna mtu kajificha pale. Lakini walipokimbia kuangalia nani alikuwa amesimama pale hawakupata mtu yoyote. Anamwambia utakuwa wewe ndio ulikuwa na wasiwasi wasi. Hakikisha utamwambia mtu yeyote juu ya hili. Family kweli walistahili kuwa na hiki kitabu, lakini wenye hiki kitabu ni Demon Section. Hakuna shida, nimekuelewa. Haya basi burudani inaendelea kama kawaida watu wakiwa wanaendelea kujipatia kinywaji pale basi, tunamwona mwamba mmoja huyu <laughs> master naye akiwa ametulia zake pale katika kujifurahisha na kujiburudisha, aya, akiwa anapata kinywaji chake <laughs> unaweza kuona jinsi ambavyo amekunywa mpaka amelewa kabisa. Bado anakumbuka safari moja ambayo basi e, walivuka jangwani wakawa wanapita wakiwa hapo jengwani bibi huyu ee, ambaye basi tunamwona hapa, hali yake ilikuwa si hali, wakati akiwa anaangaika kumfuata kila anakoelekea. Ama kwa hakika basi tunaweza kusema wazi kabisa ya ee, kwamba basi amepata kumbukumbu hii, bila shaka ni kutokana na umuhimu wa mrembo huu, kwamba kila alipokuwa anaelekea, bibi alimfuata akamwambia, mji uko karibu ansotutamu kama kilomita 25, kutoka tulipo. Angalia unavyonifuata mbali kote huku, mpaka unachoka, uwezi kutembea. Tafuta mahali uende ukapumzike. Lakini bibi hakutaka kusikia lolote, akaamua yeye ataenda tu mpaka kieleweke. Basi yote yanaonekana eh, kwamba yalikuwa namna hiyo. Anamwambia kama nikifika, naomba basi ijulikane nitazikwa katika eneo hilo la eh, nitasemekana kwamba nilisafiri na wewe kila wakati, na nashukuru kwamba nimepata nafasi ya kukuangalia kukutazama kwa muda mrefu. Unaona mambo haya basi vile jamaa alichomoa e, maji e, kwa ajili basi ya kumpatia bibie, kisha yeye akaendelea na safari e, bibia alitamani sana kama jamaa angebadilisha mawazo yake ili wapate kuzungumza na kufanya mambo fulani e, lakini basi aonyesha wazi ya e, kwamba kwa namna moja au nyingine basi bibie e, alishajikatia tamaa kwa namna fulani katika mazingira mazingira basi ndio hivyo mm -hmm. E, ndio hivyo mtazamaji, mm -hmm. Saa hizi sasa amekumbuka. Oh, muda wote ni kuwaza tu kidogo, akiwa amekaa pale, akatokea bibi mmoja hivi, afika pale, akamuuliza wee, ni nani? Ni kama we jinsi ulivyo

Wewe utasema unakunywa kwa ajili gani? Au unataka kumsahau Chuino? Akashangaa kamtaja Chuino. Akamwambia, wewe unamjua Chuino? Wakati unapokunywa hii, ulikuwa ukihitaji jina lake. Na nilikusikia na naamini kwamba nimerudia na nimerudia nikipatia sahihi kabisa. Yaonesha nyinyi wawili mmekuwa na historia ndefu. Anasema, hapana. Mimi ndo ambaye nimemuumiza zaidi yeye. Uh, yeah, yeah, ajanikosea. Kwa kifupi, kwangu mimi, naweza nikasema mimi ndo niliyemtesa na kumuumiza yeye zaidi. Akasema kwa hiyo umejisikia hata hivyo kujisikia vibaya kwa sababu anakupenda sana? Akasema siwezi kusema bibi. Uh, Shu Shia Shao akamwambia, unajua kwa, kwa kifupi, wanawake wakipenda huwa wanapenda mapenzi ya pekee akasema chochote ambacho naweza nikasema kama ningekuwa ni yangekuwa ni maumivu. Mimi ni mwanaume ambaye sitaki maumivu. Afadhali apate mtu mwingine kuliko wewe. Akamuuliza kwani mkubwa unaishi kwa majuto, kuna namna unajutia baadhi ya vitu? Akasema labda pengine ndio hivyo. Hebu tuache kuongelea sana kuhusu. Tuanze kuongelea kuhusu. Kwa nini umeamua kuja hapa kunywa pombe? Anasema sababu zangu mimi zinafanana na za kwako hivyo hivyo, afu ni kuhusu mume wangu. Mimi naye tulizoea kuja katika hii ba mara kwa mara, tukikaa katika meza moja, tukila pamoja, lakini sasa hivi amenitelekeza jamaa kabisa. Kwa hiyo ameamua kuwa na mwanamke mwingine anasema mume wangu alifariki. Kumwambia, basi pole sana, yeye ndo aliyetakiwa kuniomba mimi, sababu amenisahau. Aliniambia kwamba atanitunza maisha yangu yote, lakini angalia kilichotokea sasa, ameniacha peke yangu, nikiwa nakunywa tu peke yangu hapa. Alikufaje mumeo? kwa sababu ya ugonjwa. Basi akawa na nia. Rafiki yangu mmoja alisema eh, kifo ni sehemu ya maisha. Basi eh, ikiwa amekufa pengine atakuwa anaendelea kukutazama akiwa peng, pahala pengine. Akamwambia asante sana. Inaonekana wewe ni mtu mwema sana. Nebe ma. Sasa ame anatokea hapo jamaa aliyemshika anamuita wife. Namwambia mke wangu Tuele tutafute meza ya kukaa. Walikaribishwa kuingia pale ndani. Huyu Chinong ndo ambaye alikuwa anaongelea anamzungumzia muda mfupi leo pita. Chinong kashazunguka sana sana katika mji kashateseka kashajitoka. Sasa anamuita wife. Yaonesha mke wangu, umechoka kwa sababu ya safari ndefu. Usijali. Tutajenga nyumba nzuri na tutapata kila kitu tunachohitaji. mapembo la. Najua umechoka, pumzika hapa, kula chakula. Shiva. Mbona, mke wangu kama vile hauna raha tena? Nimebeba uh, dawa kama unajisikia vibaya nikupatie. Subiri basi nikakuchukulie. Chui Nong akabaki akiwa mwenyewe. Bila shaka huyu ndo atakao Chui Nong uliokuwa unamfikiria. Inaonekana kwamba tayari ameshapata mume wa kumuoa. Haya, ngoja mimi ni waache. Inaonekana nyie wawili pengine mtakuwa na mambo mengi ya yule bwana akaondoka zake, kasepa zake, akawaacha pale jua tunasema. Eh, mwamba pale Fu Hongxue. Atatamani sana kuongea na Chui. Lakini inaonekana Chui Nong sasa ni mali ya mtu mwingine. Ajabu ni kwamba leo jamaa anapomtazama Chui, moyo wake unamuuma sana. Chui Nong alizuka, moja kwa moja alihamia katika meza ya Fu Hongxue. Leo baada ya muda mrefu sana wamekutana tena. Mwamba aamini kama amemuona. Bibi alimtazama namna hii, ikawa kama vile, basi jamaa naye aamini. Anamuuliza, unaendeleaje? Mimi naendelea vizuri. Vipi na wewe, unaendeleaje? Hata na mimi naendelea vizuri. Haya basi mtazamaji, na kukumbusha tu kwamba unaweza kusubscribe katika YouTube yetu hii, na tafadhali bofia alama ya kengele. E, ni muhimu sana pia, ikiwa kama basi utafanya jambo moja special ya kwamba uta like, uta comment pamoja na kushare. Hebu hakikisha una subscribe, una comment, una like, una share. Mambo muhimu kabisa haya ambayo basi yatatufanya tusogee, tuende mbele. Asante sana kwa time yako na nazingatia kwamba basi muendelezo upo, lazima burudani iendelee. Mimi naitwa Michael Lukindo, Mr informer. Angalia kilichotokea kwenye episode hii. Basi baada ya kitambo kirefu wamekutana wapendanao wawili. Swali ni je, baada ya kukutana kwao nini ambacho kinaenda kutokea safari hii? Mara ya mwisho tumemshuhudia kijana alikuwa akimwaza Chui Nong na akajisemea mwenyewe moyoni mwake. Yaonesha huyu mrembo nimemtendea yasiyofaa. Lakini sasa basi baada ya kila kitu amemwona huyo mrembo ambaye alimtendea visivyofaa. Je, baada ya hapo atakuwa na maamuzi mikili. Labda je, atabadilisha mawazo yake? Acha tuone basi katika episode hii inayofuata nini kitaendelea. Tamthilia inaitwa Legend of Chi na sasa tunaelekea kwenye episodi ya 63.